Majina, mimi naitwa Jawabu Abdallah e, mimi ni mkazi wa Msambweni, na hili tukio ili nilipata na majonzi sana kwa watu wa Gazi kudhalumiwa. Nafikiri shamba ya Gazi kihistoria inaeleweka, na hizi ni katika zile historical injustices ambazo zimefanyiwa na watu wa pwani. Uongozi mbaya wa mzee Jomo Kenyatta ndio umefanya sisi kuwa hali hii. Hizi shamba zote ni Digo, hii ni Digoland. Hata ukiangalia hiyo lease, hata ukiangalia, ukiangalia title ni protectorate. Colony and Protector of Kenya. Kwa maana hiyo tuna haki sisi wa Digo, hii sehemu yote ni yetu, wacha hii pati peke yake. All of this area. We know that and we have evidence kwamba hii ni protectorate. Kwa hivyo wa Digo wamechoka kwa impressed. Hatuwezi kuishi namna hii, leo watu wote wako nyumbani, watoto wametawanyika, wame sasa tu mvua hii tutakwenda wapi? Hii si serikali bwana? Kama ni hivyo afadhali watu wote wakufe. Sisi hatuna senator, hatuna governor, hatuna kanselo, hatuna mbunge. We call us paid, us paid. We we call are tired we cost all people. We are tired people, this is historical injustice. Imeanza na Ngala, akaja Maidha, watu wanauliwa. First World War ilikuja kwa sababu ya land. Mau Mau ilikuwa formed kwa sababu ya land. Land is very sensitive issues. You as a government, you have to come underground na tuseme na sisi. Kenya ni nani hapa? Hakuna. Hii semu ni Wadigo, history wanatuambia hivyo. Makaratasi yote ni ya protectorate. Leo bora matuonyesha ajabu. Is this the government? How can we live in... Tunaweza kuwa squatters on our own land, VP? Or can we be squatters on our own land? Sisi hii haiwezekani na hapa hapa tuondoka mtu. We better die there's no living livin we better die there's not live, no need of living here Kenya. Why should we live here we cannot live under oppression like this we cannot no justice and if there's no justice no peace if no justice no peace instead of you come here we sit here and we talk we come and frustrate us. We don't want to go here, atwendi mahali popote sisi. Tuna historia ya hapa, mahali hapa mahali ni mokwa, babu zetu akura Kenyanjui akura Mwoho akura Kenyata. we are ready to die, watu wa Gazi, mimi nawaambia